Katika uchambuzi wetu jioni ya leo tuna tuama hapo Afrika Mashariki, ambapo kasi ya ukuaji wa uchumi wa Kenya imepungua kwa asilimia 4.7. Bajeti ya mwaka 2025-2026 imekadiria kuwa shilingi trilioni 4.26, kiwango kilichoongezeka kutokea shilingi trilioni 3.87 mwaka uliopita wa fedha. Sekta ya elimu imetengewa hela nyingi zaidi kwenye bajeti hii mpya, nayo kaunti ya Nairobi itavuna shilingi bilioni 21.1 kwenye mgao wa kufanikisha mfumo wa ugatuzi. Mwandishi wetu kutoka Nairobi, Thelma Mwazaya, ametutumia taarifa ifuatayo. Akiwa waziri wa kwanza wa fedha kutokea kambi ya upinzani, John Mbadi alifungua ukurasa mpya usimamizi wa hela za umma katika bajeti mpya ya mwaka 2025/26. Bajeti ya mwaka huu imeitaka kila wizara, idara na mamlaka kuwasilisha maombi ya pesa na kusadikisha matumizi yake kwanza Waziri wa fedha wa Kenya, John Mbadi, alibainisha kuwa mageuzi hayo ni msingi thabiti kwa viongozi watakaomrithi. Mswada wa fedha wa 2025 haujapendekeza kodi mpya wala kuongeza kodi. Kutokana na mapendekezo ya mageuzi, tunatazamia kuliongeza pato letu kwa shilingi bilioni 30. Pato la serikali linakadiriwa kuwa shilingi trilioni 3.39 na lile la kawaida kufikia shilingi trilioni 2.84 kwa sababu ya mageuzi ya kodi yanayoendelea kutekelezwa. Serikali inapanga pia kutumia shilingi trilioni 3.1 kugharamia mahitaji ya kila siku, shilingi bilioni 725.1 kufadhili miradi ya maendeleo na kuzitengea serikali za kaunti shilingi bilioni 405.1, kiwango ambacho kimeongezeka kwa shilingi bilioni 17.6. Kaunti ya Nairobi ndiyo itakayopokea mgao mkubwa zaidi wa shilingi bilioni 21.1. Sekta ya elimu itavuna pakubwa kwa kutengewa shilingi bilioni bilioni mia saba na moja ijapokuwa bado kiasi hicho hakitakidhi mahitaji yote. Sekta ya kilimo iliyo mchangiaji mkubwa wa pato la taifa imepunguziwa mgao wake kwa shilingi bilioni saba. Kiwango hicho hakijatimiza vigezo vya makubaliano ya Malabo na Kampala ambayo ni asilimia kumi ya bajeti ya taifa. Katika hatua iliyotazamiwa kama kukaidi utaratibu wa gharama za juu, waziri wa fedha John Mbadi aliwasili kwenye majengo ya bunge kwa miguu, kinyume na watangulizi wake ambao wamekuwa wakiingia kwa gari aina ya Passat la kampuni ya Ujerumani ya Volkswagen. Volkswagen ni gari iliyo na sifa ya kuona ufanisi wa petroli na kulinda mazingira. Kabla ya bajeti mpya kusomwa, waandamanaji walikusanyika katikati ya jiji kudai haki kufuatia mauaji ya mwanablogu na mwalimu Albert Ojwang. wanaharakati hao walibeba mabango na kupiga mayowe wakisema, bila haki hakuna bajeti. Itakumbukwa kuwa mwaka uliopita vijana waliandamana kupinga gharama za maisha wakati wa kusoma bajeti ya mwaka elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano. Thelma Mwadzaya, DW Nairobi.